Kuwa mziki, kuwa mchizaji, kuwa malimu, kuwa nataka kuwa mwanamuziki, unataka kuwa mchezaji, unataka kuwa mwalimu, unataka kuwa daktari. Kujua unataka nini na kuamini katika ndoto yako. Lakini kwa mimi tu pia inakuwa haitoshi. Lazima ufanyie kazi ndoto yako. Ujitume sana kama unasoma, usome sana, uwe mbunifu, uheshimu watu wote. Uh, uwapende kila mtu. Uh, umuombe sana Mwenyezi Mungu kwa sababu unajua kila sehemu kuna kuwa, kuna kwenye riziki hapakosi fitna kila siku ambao uko na kazi fulani na special kama kufanikiwa, pia kila mtu naye kufanya biashara na aizuiliwi. So kumuomba Mwenyezi Mungu na kuongeza juhudi, kuto kukata tamaa, kwa sababu ili ufanikiwe lazima ufanye kazi kwa juhudi kweli kweli na kupambana sana. Kwa hiyo ukiwa mrahisi kuchoka hauwezi kufanikiwa. Nikikwambia tu kweli, mimi hapa napongea na wewe, nilikuwa na shoot video jana, yani kuanzia asubuhi saa 4 mpaka asubuhi saa 12 ya leo. Mweza kushuti video nimeudi nyumbani, nimeegesha tumegongewa, ngongo ngongo, nimeenda balozini kutoka balozi wa Faransa, kutoka balozi wa Faransa nimekuja hapa hapa, nikivua miwani macho yangu, ukinitazama haba gani, nimevuta bange ya nimekundu, kwa sababu sijalala, kwa sababu ya kazi nafanya sana, kwa inaona pijama zangu vyo. Uko ajirisho katika step gani? Ajirisho uko katika kazi gani, kwenye toa gani? Ila endelea kufanya kazi kwa bidii. Ile kazi unayofanya ndio itakupandisha wewe daraja kila siku na kila siku, lakini pia kuwa na nidhamu na kukumbuka sehemu uliotoka na kukumbuka na kuheshimu watu ambao wanakuwezesha.